mekuepo na matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya fedha na pengine ndiyo maana tunapata shida hii ya vivuko kuharibika haribika ona leo hii tumekwama kutengeneza kivuko kwa kudaiwa milioni mia nane mia nane kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni mia nane, lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni mbili nukta tano. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi. Bilioni mbili, bilioni mbili nukta tano tisa. Deni hili kivuko wakifanya kazi milioni mia nane, tumekosa milioni mia nane. Alafu tulio tuliowapa dhamana wamekuwapua bilioni mbili nukuta tano. Haya ndiyo mambo yanayosababisha huduma hilo mbovu wananchi wetu tunaotoza nauli kubwa, alafu hawa wamegawana bilioni mbili 2 nukuta tano. Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua kubwa zaidi, tafuta mtu hata hivi vivuko vinavyoharibika vinapo, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Ukichukua nta ukichukua, ukichukua muda vinavyoharibika haribika na hayo matengenezo, nani anahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa, ya kwa kiwango na kwa watu wenye tabia uka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi ili ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia, tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. Haya ni mambo yasiyokubalika na ni mambo yanayouzi na kwa kuwa mlishatengeneza timu ya wataalamu tena, wataalamu kutoka kwenye taasisi zinazoheshimika: mjumbe kutoka ofisi ya Rais, mjumbe kutoka ofisi ya waziri mkuu, mjumbe kutoka wizara ya fedha, mjumbe kutoka wizara ya ujenzi, mjumbe kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu mjumbe kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mjumbe kutoka usalama wa serikali, mjumbe kutoka TAKUKURU, taasisi yetu ya kupambana na rushwa, mjumbe kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, kitengo cha kutakatisha fedha na mamlaka ya serikali mtandao. Hawa ndio waliokagua wakakuta, hawa wamekwapua bilioni mbili nukta tano. Sasa kwa hatua hii nataka tuchunguze kipi kingine hapo hapa, tuchunguze kipi kingine hapo? TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya rais alikuwepo, wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo hapa tuchunguze kipi hii? Hii ya, hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inayowapa kiburi wezi, wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamatwe wapelekwe mahakamani. hawa hawa mheshimiwa waziri waziri, wanakuangukia mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda mheshimiwa, na nikupongeze sana, una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza. Wote timu ya kuchunguza imechunguza afike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma, kutokuwa na huruma na Watanzania. Kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe, na njia ya kuwarekebisha Tanzania hawa wanaolipa nauli hapa wapo, ambao anakuwa na mtoto mdogo anashindwa kumnunulia hata kitumbua ili alipe nauli hapa. Wapo anaenda kuuza samaki pale, anakaa siku nzima, anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi, mtoto mdogo, anashindwa kumnunulia, anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi anabakiza nauli alipe hapa eneni hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi wanakaa wanagawana bilioni mbili nukta tano kivuko kipya shilingi ngapi? kama hichi cha kwetu cha watu mia mbili hamsini unaweza ukakipata kwa dola amini bilioni takriban, kama ni dola laki mbili na nusu hivi, unakipata kama hiyo dola laki mbili na nusu inategemea na, na, na, na size mheshimiwa waziri lakini kama vidogo hivi vya mia mbili hamsini haifiki hapo kwa sababu vivuko vyote hivi vinane vimefika kama bilioni nne na kidogo hivi, ni kama bilioni nne yes. Hawa wamegawana vivuko, hawa wamegawana vivuko viwili, na hapo ujichunguze ujakamilika labda vinge labda ingefika bilioni nne hiyo hiyo wamegawana vivuko wao wenyewe peke yao, wameiba nauli na vivuko haya. Ndiyo mambo ambayo rais yanamuudhi, na haya ndiyo mambo ambayo ameelekeza lazima tuyakomeshe ndani ya serikali, na njia ya kuwakomesha watumishi wote wanaobainika na inathibitika kwamba wamefanya vitu vya aina hiyo, wala wasihamishwe wala wasisimamishe kazi, wafukuzwe na wafikishwe mahakamani. Tanzania hatuna uhaba wa vijana wa kuweza kufanya kazi kwa uadilifu.